Kwamba mnamo tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2025, ilipotiwa tukio la kutekwa nyara kwa binti ambaye anaitwa Shayrose Michael Mabura mwenye umri wa miaka 21. Alikuwa ni mwanachuo katika chuo cha uh, Mzumbe, eh, chuo kikuu cha Mzumbe ndaki ya Mbeya, ambaye alikuwa katika kitivo cha sheria na alitekwa na watu wasiofahamika, ambapo tarehe 16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 alichomoa kisu ghafla na kuanza kuwatishia askari kwa, kwa, choma, kwa, kwa askari, wani, umiwa, kutaka kuwachoma kisu hicho. Kwa hiyo askari walifyatua risasi hewani na kumwonya mtumiwa ajisalimishe yeye mwenyewe na aache kitendo hicho cha kutaka kuwachoma askari, lakini alikaidi. Baada ya kaidi ya mlio, yeye aliendelea kumkunja shati ya askari, lakini kutokana na umahiri wa yule askari